Habari za wakati huu, natumai uu, buheri wa afya, na nikukaribishe sana katika mkutano huu na waandishi wa habari. Kwanza niwashukuru waandishi wa habari wote ambao mmefika katika mkutano huu kwa kuona umuhimu wa kuwepo hapa leo na kusikiliza kile ambacho nataka kukiongea siku ya leo. Uh, uh, bila kupoteza wakati uh, niseme tu, leo tumekuja kuzungumzia jambo moja ambalo ni jambo kubwa sana kwetu sisi kama Ilula Orphan Program na ni jambo ambalo linamhusu mtu muhimu sana kwenye shirika la Ilula Orphan Program, na mtu huyu si mwingine ni Bibi Berit Skaara, ambaye yeye ni mwanzilishi wa shirika la Ilula Orphan Program, ambaye alianza hili shirika mwaka 1998 kwa mara ya kwanza, na shirika lilianza kama kitu kidogo sana, lakini akifanya vitu vikubwa sana vya kugusa maisha ya watu. Shirika lilianza na watoto watano ambao walimfata Berit kuomba ufadhili kwake na alikubali kuwafadhili. Baada ya hapo aliamua kurudi Tanzania, aliuza nyumba yake, aliuza gari lake ili kuja kusaidia jamii ya Kitanzania, ambao kazi zake nyingi au kazi yake kubwa aliifanya Ilula, na ndio maana shirika mpaka leo linaitwa Ilula Orphan Program na Beriti amekuwa ndiye mwanzilishi wa shirika la Ilula Orphan Program, lakini pia amekuwa kama mkurugenzi kwenye shirika la Ilula Orphan Program kwa miaka kumi na saba na baadaye akaachia madaraka kwa mkurugenzi mwingine ambaye ni Mr. Edson Msigwa na mpaka sasa ndiye mkurugenzi wa shirika la Ilula Orphan Program. Kwa mwaka elfu moja mia tisa tisini na nane, uh, Beriti alianza na program moja tu ambayo ilikuwa ni program ya ufadhili ikiwa ina watoto watano, lakini mpaka kufikia sasa kuna watoto zaidi ya elfu mbili ambao wamepita mikononi mwa Berit na amewasaidia kupata mahitaji yao muhimu ya shule kama uniform, amewapatia ada za shule kwa wale waliokuwa wanasoma mbali, wamepata nauli za kwenda na kurudi kutoka huko kwenye elimu zao na mpaka sasa hizi tuna watu ambao wanajivunia kwenye maisha yao, wakiona maisha yao jinsi wanavyoishi, wanamuona Berit kwenye maisha yake. Lakini tukirudi nyuma, kwa hiyo kwa huo mwaka elfu moja mia tisa tisini na nane mpaka leo, tunaona ni vitu vingi sana ambavyo kupitia Berit sisi kama wanajamii ya Ilula tumevipata mpaka sasa tunaona uh, kama shirika la IOP lakini tukijivunia mwanzilishi wa shirika Bibi Berit, tuna shule za msingi na sekondari, lakini tuna chuo cha ufundi. Na ukiachana tu na hivyo, tuko tuna miradi mingi sana, ambao mradi mmoja wapo tumeona ukarabati wa shule. Najua utakuwa unajiuliza ni kwa nini tunamzungumzia sana Berit kwa siku ya leo, ni kwa sababu tarehe ishirini na sita mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano tuna tukio kubwa sana sana sana na ni siku ya kuzaliwa ya Bibi Berit, ambapo watakuwa wanatimiza miaka themanini ya kuzaliwa. Kwetu sisi sio miaka tu ya kuzaliwa, lakini sisi kwetu tunahesabu kama maua, na hiyo tarehe ishirini na sita mwezi wa nne tutakuwa tunachuma ua la themanini la Bibi Berit. Kwa nini tunasema ni maua? Kwetu sisi tunayanusa kama harufu nzuri, kama kitu kinacho kinachotufurahisha ni kitu ambacho kinatupa hamasa, ni kitu ambacho kinatupa nguvu. Ndio maana tukaipa jina maua na sio birthday. Kutokana na hayo maua yote themanini ambayo sisi tumeyachuma kwenye maisha ya Berit, hii party au hii birthday party, sisi tunaipa jina la maua themanini ya Berit. Na ni kwa nini hii party au hii birthday party, me, ameamua kuifanyia hapa? Kwanza ni wazo la yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe ndio amependa kufanyia hii birthday Tanzania Ilula na ameamua kufanya na watu ambao anawapenda. Upendo wake maisha yake na kila kitu chake alikidedicate kwa watu wa Tanzania especially Ilula, na ameamua kuja kuifanyia hapa ili watu wake anaowapenda waweze kushiriki kwa pamoja hii maua themanini ya Beriti. Event tutaifanyia kwenye ukumbi wa The Lord's Hill Secondary School ambao ni shule ya Ilula Orphan Program, pia na ni yeye Beriti ndio aliye alianzisha hichi kitu, kwa hiyo anakaribisha kila mmoja wetu kushiriki kwenye hii siku yake muhimu sana na siku nzuri sana kwa ajili ya IOP na kila mmoja wetu. Na tutashiriki vipi kwenye hii siku? Tumeandaa tickets ambazo tutaziuza kwa shilingi elfu thelathini kwa ambaye atapenda kushiriki, na tiketi hizi tumeandaa vituo ambavyo zitakuwa zinapatikana uh, vituo ambako tickets zitakuwa zinapatikana ni Highway Ilula ambayo iko uh, Masukanzi. Uh, tickets pia zitakuwa zinapatikana kwa Mama Wagna Isele, lakini pia Ilula Itunda hospitali na Emirates Night Club iko pale Mtua, pamoja na Kales Saluni ambayo iko njia ya kuelekea Ilala. Kwa naomba niwakaribishe kila mmoja wetu, kwa namna ambavyo Bibi Berit ameonyesha upendo na ametoa maisha yake kwetu sisi wa jamii ya Kitanzania tu tuungane naye pamoja kusherekea hii siku yake muhimu sana. Angeweza kufanyia sehemu nyingine yoyote ile, lakini ameamua kuja Tanzania. Katika kuelekea hii siku kubwa ya maua themanini ya Berit, tumeandaa pre-party ambayo itafanyika tarehe ishirini na tano mwezi wa nne elfu mbili na ishirini na tano hapa hapa Highway Cafe. Tutakuwa tuna muziki, lakini tutakuwa tuna live band tutakuwa tuna vyakula bufe la maana kabisa ambalo mtu utakula kujigalagaza, vinywaji vya kutosha, lakini pia bila kusahau tutakuwa tuna red carpet, utapata picha zako kali sana. Uh, njoo umependeza, njoo uko tayari, ukiwa umechangamka kwa ajili ya kupati. Ni kwa nini tunafanya pre-party hii? Ni kwa ajili ya kuruhusu kila mmoja ambaye labda tarehe ishirini na sita hatapata nafasi ya kwenda pale The Lord's Hill, basi huu siku wa kulichuma ua la themanini awepo. Lakini tunajua Berit amegusa maisha ya watu wenye umri tofauti tofauti, pengine mtu hataweza kufika kwenye prepart, lakini ana uwezo wa kufika siku ya tukio ile siku ya tarehe ishirini na sita. Kwa hiyo hii prepart inamruhusu kila mmoja kufika na kila mmoja anakaribishwa sana. Kutakuwa kuna burudani nyingi sana za kutosha, lakini sambamba na hilo, tutakuwa tuna wageni ambao wanatokea mataifa mbalimbali mbali, kwa ajili ya kuja kusherekea ya, ya maua themanini ya Beriti. Kwa hiyo tunawapa nafasi pia ya kuweza kuona sherehe zetu zinaendaje, muziki wetu unapigwaje, live band zinakuwaje, lakini kubwa zaidi naomba niwakumbushe kwamba Bibi Beriti ana kijana wake ambaye pia kwenye usiku wa kuchuma hua la themanini atakuwa na live performance pale. Kwa hiyo naomba niwakaribishe sana sana sana kila mmoja. Nitakuwa ni, ni siku nzuri sana nzuri sana sana sana kuelekea tarehe ishirini na sita kwenye hii prepart, hakutakuwa na kiingilio, itakuwa ni bure. Lakini uh, huduma zote hapa Highway Cafe zitakuwa zinaendelea, kama vyakula, vinywaji vitakuwa vinapatikana kwa bei rahisi sana. Kwa hiyo siku zawadi zote michango yote na kila kitu ambacho kitakusanywa kwenye hiyo siku, Berit mwenyewe ameomba hivyo vitu asipewe yeye, bali viende kwa watoto wa kituo ambao wanalelewa kwenye kituo cha Ilula Orphan Program. Ni kituo alichokianzisha yeye mwenyewe kwa upendo wake kwa kuona uhitaji wa watoto ambao wako wanateseka huko walikokuwa, au ambao walikuwa wako kwenye mazingira hatarishi. Kwa hiyo mchango wako wowote ule, zawadi yako yoyote ile, itakuwa ni kitu cha thamani sana sana sana kwa hawa watoto ambao wanaishi kwenye kituo, iwe ni shilingi elfu moja iwe ni shilingi mia tano iwe unga, uwe mchele au kitu chochote kile, kitakuwa ni msaada mkubwa sana kwa hawa watoto wa kituo. Bado wanatuhitaji sisi pamoja na kwamba wa labda wana watu wengine ambao wanawasaidia, lakini sisi kama jamii ambapo hawa watoto wametoka, tuna jukumu pia la kuwasaidia na kuwafanya waendelee kujisikia vizuri zaidi. Kwa hiyo Beriti ameanza kwa mwaka huu, na sisi tumuunge mkono kwenye hilo. Kwa mawasiliano zaidi, unaweza ukapiga simu kupitia namba hizo zinazopita kwenye screen yako. Asante sana na karibu sana kwenye maua themanini ya Beriti.